elimu sasa imeongeza muda wa wanafunzi kujiunga na gredi ya kumi hadi tarehe 21 Januari. Naam, tangazo hilo linajiri wakati ambapo shule nyingi haswa za ngazi ya pili na tatu zikisajili idadi ndogo ya wanafunzi kwa wazazi wakililia gharama ya karo pamoja na mahitaji ya shule. Naam, Laura Otieno sasa anadadisi gharama ya masomo ya gredi ya kumi ambayo imezua kiwewe kwa familia nyingi humu nchini. Katika kitongoji cha Ubunga, kaunti ya Kisumu, Wini Adede ni mwingi wa mawazo. Kwa zaidi ya mwezi mmoja, juhudi zake za kupata fedha za kumpeleka mwanawe kwa shule ya sekondari ya juu zimeambulia patupu. Kwini ambaye hufanya kazi za kijungujiko sasa amesalia kutazama tu barua ya mwanawe asijue pa kuanzia. Mwanawe anapaswa kujiunga na shule ya upili ya Friends School Tigoi na sijanunua chochote, vitu zenye pia inatakikana aende nazo shule. Sasa hii ni kutafuta tu mjengu, na mjengu ukienda ni, ni 400. Si 40 si feel poa juu naona wenzangu wana yani wananiacha nyuma alipokuwa akitoa mwelekeo mwezi Disemba, waziri wa elimu Migos Ogamba alisema kuwa shule za ngazi ya C1 zitatoza karo ya shilingi elfu hamsini na tatu mia tano hamsini na nne kila mwaka, shule za C2 zikigharimu karo ya shilingi elfu arobaini na tano na hamsini na nne huku zile za ngazi ya C3 zikiwa na karo ya shilingi elfu arobaini na shilingi thelathini na tano kila mwaka. Serikali inapaswa kugharamia shilingi elfu ishirini na mbili mia mbili arobaini na nne kwa kila mwanafunzi wakiwemo wa shule za kutwa za C4. Kando na karo, wazazi wanapaswa kununua sare za shule, baadhi yao wakipaswa kununua vitabu, gharama ambayo imekuwa mlima kwa wazazi wengi kukwea. Kazi Kazi yenye nafanya si kazi, kazi, kazi ya kila siku. Wakati tulikuwa na minister kama yule aliyekuwa nini mwenda zake Magoa, angeingia mpaka kule kichakani kujua, kujua ni shida gani ambayo wazazi wanapitia, ambaye kwa sahii hatuoni. Kwa sasa gharama ya juu ya masomo imekuwa donda sugu kwa maelfu ya familia haswa walioko vijijini pamoja na katika vitongoji duni Vibaba vyao vikifuja na kulowesha matumaini ya wanawao kupata elimu ya sekondari ya juu. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.